Kuna kitu cha ajabu kinachotokea kati ya mama na mtoto wake hata kabla mtoto hajazaliwa. Si maneno tu, si maziwa tu, bali ni hisia za ndani kabisa. Wataalamu wa sayansi wamejaribu kuelewa, je, ni chembe, ni homoni au ni uhusiano wa kiroho? Karibu kwenye Moyo wa Malezi. Leo tunachunguza hisia za mama kwa mtoto wake chanzo chake, nguvu yake, na athari zake kwa maisha ya mtoto. Tutasikia sauti ya sayansi, lakini pia tutagusa moyo wa uzazi. Kama wewe ni mama au unampenda mama yako, video hii ni yako. Mimi ninaitwa Muheri Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu Tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya familia, kwa ajili ya jamii nzima. Ukitaka kutupigia simu au kutuma ujumbe, basi tumia namba 0754579224. Usiache kulike video hii, usiache kushare na wala usiache kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi. Unapokuwa una subscribe basi unakuwa wa kwanza kupata dondoo za video zetu pindi tunapokuwa tumeupload video mpya. Karibu na tuanze, twende tukaangalie hisia za mama kwa mtoto wake. Karibu na tuanze. Hoja ya kwanza tunasema hisia za mama huanza kabla mtoto hajazaliwa. Uhusiano wa kihisia kati ya mama na mtoto huanza wakati wa ujauzito. Mama huanza kumjua mtoto wake kupitia harakati za tumboni, kupiga kwa moyo wake na hata ndoto. Ushahidi wa kisayansi, tafiti zinaonyesha kuwa homoni ya oxytocin huongezeka sana wakati wa ujauzito, hususan miezi ya mwisho na kuimarisha hisia za upendo na uhusiano. Kulingana na utafiti wa Psychology Today wa mwaka 2020, wanawake wengi huanza kujenga attachment ya kihisia na mtoto wao kabla hata ya kujifungua. Utafiti wa Journal of Reproductive Psychology wa 2017 ulionyesha kuwa mama aliyekuwa na muunganiko wa kihisia kipindi cha ujauzito alikuwa na uwezekano mkubwa wa kuwa na post postnatal bonding imara. Mama anapogusa tumbo lake, sio tu anashika ngozi, anashika ndoto zake, hofu zake, matumaini yake, na kila kipindi cha chembe kwenye mtoto wake kinajibu kimya kimya, nipo hapa mama. Hoja ya pili ni kwamba nguvu ya hisia za mama huathiri ukuaji wa akili ya mtoto. Hisia nzuri ya mama hujenga mazingira salama kwa mtoto sio tu kimwili bali hata kihisia na kiakili. Ushahidi wa kisayansi tunaangalia, Harvard Center on the Developing Child ilithibitisha kuwa watoto wanaolelewa kwenye mazingira yenye upendo thabiti kutoka kwa mzazi hupata ukuaji bora wa ubongo. Oxytocin, ambayo ni homoni ya upendo, inapoongezeka kwa mama huathiri pia mtoto kwa njia ya maziwa na mguso wa ngozi tafiti zimeonyesha kuwa watoto waliopokea mapenzi ya dhati kutoka kwa mama walionyesha alama bora za emotional regulation, ambao ni udhibiti wa hisia na memory function. Mtoto anapolia si tu analia kwa maumivu, anaita moyo wake wa kwanza, mama. Na mama anapomjibu kwa upendo, ubongo wa mtoto unajifunza, mimi ni salama mimi ni wathamani. Hoja namba tatu tunasema kwamba hisia za mama hupunguza msongo kwa mtoto. Mama akiwa mtulivu na mwenye mapenzi huweza kusaidia mtoto hata kwenye nyakati za msongo. Ushahidi wa kisayansi, hebu tuone. Tafiti za National Institute of Child Health and Human Development zinaonyesha kuwa watoto wanaoishi na mama mwenye utulivu wa kihisia wana viwango vya chini vya cortisol, ambayo ni homoni ya msongo. Utafiti uliofanywa na University of Washington uligundua kuwa watoto wachanga waliopata mguso wa upole kutoka kwa mama walitulia haraka zaidi baada ya kulia. Hisia za mama huathiri mfumo wa limbic wa mtoto, yani ambao ni sehemu ya ubongo inayohusiana na hisia. Mama anapobeba mtoto kwa utulivu, huku akimlilia kimya kimya usiku, anamfundisha uvumilivu, kwamba hata dunia iwe na kelele, ndani ya moyo wa mama kuna utulivu wa bahari. Hoja namba nne, tunasema kwamba hisia za mama huathiri maisha ya mtoto hadi ukomavu. Uhusiano wa kihisia kati ya mama na mtoto huacha alama ya kudumu kwenye maisha ya mtoto hadi utu uzima. Tukiangalia ushahidi wa kisayansi kutoka attachment theory ya Bowlby, inathibitisha kuwa watoto waliopata muunganiko wa karibu na mama walikuwa na uwezo mzuri wa kuamini, kupenda na kujiamini tafiti za muda mrefu za longitudinal studies kutoka University of Minnesota zilibaini kuwa watoto waliokuwa na secure attachment walikuwa watu wazima wenye mahusiano bora. Mama anapoweka msingi wa upendo mapema, mtoto huwa na uwezekano mdogo wa kupata matatizo ya afya ya akili kama wasiwasi na huzuni. Mama anaposema nitakupenda bila masharti, mtoto huchukua maneno hayo hadi utu uzima kuchukua moyo wa mama na kuupeleka kazini, kwenye ndoa, hata kwenye uzazi wake mwenyewe. Leo tumeona jinsi hisia za mama si tu upendo wa kawaida, bali ni sayansi, ni maisha, ni msingi wa afya ya akili na wa kimwili kwa mtoto. Mama anapopenda, anatengeneza moyo mpya, si moyo wa damu tu, bali moyo wa maisha. Na wewe unayetazama, kama wewe ni mama Kumbuka kuwa hakuna zawadi bora unayoweza kumpa mtoto wako kama uwepo wako wa kihisia. Kama wewe ni baba, mlezi au rafiki, simama bega kwa bega na mama. Upendo wake ni nguzo ya jamii nzima. Kwa kila mama aliyewahi kusema nipo hapa, hata bila maneno, video hii ni kwa ajili yako. Usisahau kulike, kushiriki na kujiunga na chaneli yetu ya Moyo wa Malezi. Hapa kila moyo una nafasi yake. Asante kwa kutazama. Tuonane tena katika video nyingine inayofuata. Mungu akubariki na kutakia malezi mema kwa mtoto wako na moyo wa hisia za mama kwa mtoto wake. Mungu akubariki wa sana.